Guys mambo vipi, karibu sana kwenye channel hii. It's me teacher Sharaki, kama kawaida, leo tarehe tano mwezi wa 11, 2025 baraza la mitihani NECTA wametangaza matokeo ya kida, e, darasa la saba yaliyofanyika e, mwaka huu 2025. Kupitia katika mitandao ya kijamii ya baraza hilo la mitihani wameposti picha na kuandika ujumbe ufuatao kwamba katibu mtendaji wa baraza la mitihani la Tanzania Profesa Said A. Mohamed ametangaza matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi 2025 leo tarehe 5 Novemba 2025 jijini Dar es Salaam. Salam, matokeo hayo yanaonyesha jumla ya watahiniwa laki tisa mia tatu... E, laki tisa e, 37,581 sawa na asilimia 81.80 ya watahiniwa milioni moja laki moja 146,164 wenye matokeo wamefaulu mtihani huo. Kwa hiyo kwa ujumbe huo ni kwamba tayari matokeo yanapatikana katika website ya Baraza la Mitihani Necta, lakini kama unapata shida kuyapata huko basi, e, chini ya video hii nimekwekea description ambayo ina link. Gusa link hiyo itakupeleka moja kwa moja kuona matokeo ya darasa la saba kwa mwaka huu 2025 2026 elfu mbili na